Ni Mizozo, visa na mikasa duniani. Na Bwana Mizozo, tafadhari bonyeza neno Amen. Subscribe chini ya video hii upate habari zetu moja kwa moja zinapotoka. Asanteni sana. Iran haiko mbali na kuwa na bomu la nyuklia, anaonya mkuu wa IAEA. Iran haiko mbali na kuwa na bomu la atomiki Ameonya mkurugenzi mkuu wa shirika la kimataifa la nishati ya atomiki katika mahojiano na gazeti la kila siku la Ufaransa le Monde yaliyochapishwa Jumatano, Aprili kumi na sita, saa chache kabla ya ziara yake huko Tehran. Ni kama fumbo, wana vipande na siku mmoja wanaweza kuviweka pamoja. Bado kuna safari ndefu kabla ya kufika huko, lakini hawako mbali na kuwa na bomu hilo. Lazima tutambue hilo, amesema. Haitoshi kuiambia jumuiya ya kimataifa, hatuna silaha za nyuklia. Ili wa kuamini, tunahitaji kuwa na uwezo wa kuthibitisha, ameongeza. Ingawa Iran ina nyenzo za kutosha kutengeneza mabomu kadhaa, bado haina silaha ya nyuklia, lakini haiko mbali na kuwa nalo, amebainisha. Mkuu wa shirika la kimataifa la nishati ya atomiki amesisitiza nia yake ya kuona shirika lake likishirikishwa katika mazungumzo yaliyoanzishwa nchini Oman kati ya Iran na Marekani kuhusu suala la nyuklia ya Iran.